Kuna watu walisema Tifa amebemendwa ndio maana atembei. Lakini sababu hiyo imetokana na kwamba Zari ni mjamzito kwa sasa ndio maana watu wengi wakawa wanaamini kwamba Tifa amebemendwa ndio maana atembei. Lakini kuna wengine walipinga imani hiyo ya mtoto kubemendwa kama ambavyo utajionea hapa jinsi ambavyo walikuwa wakipinga imani hiyo. Unaweza ukajisomea hapa mwenyewe ili uweze kuona ni kitu gani ambacho baadhi ya watu walisema kuhusu kutokutembea kwa Tifa. Lakini wakati watu wakiwa wanajadili na, na wengine wakiwa wanaamini Tifa amebemendwa, walishtushwa gafra baada ya kuona Tifa anatembea, kwa sababu halikuchukua muda mrefu Tifa alianza kutembea kama ambavyo jinsi unajionea hapa katika video, ukamwona Tifa akiwa anatembea na mpaka sasa hivi anaendelea kutembea vizuri. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanaongea kwamba amebemendwa hata tembea sasa hivi sijui ni kitu gani ambacho wanaweza kukisema tena. Basi haya, ndio alikuwa story ya town. Endelea kuwa na precious channel ili usiepitwa na mastori zaidi ya town. Hapa kuna mastori mbali mbalimbali, na kuna vitu vingine mbalimbali vinaendelea katika channel hii. Subscribe ili usionapitwa na mastori ya town. Bye. endelea kuburudika na video hii mpaka mwisho